Uh, mtu wa Mungu, habari za wakati huu, ni kukaribishe katika tafakari fupi ya neno la Mungu, na tafakari yetu ya leo inatoka katika kitabu cha Mithali 31, mstari wa kumi, inayosema mke mwema, mke mwema, au sifa za mke mwema. Na sitasoma mafungu yote kulingana na muda, ila nita soma mafungu machache na nitakuachia na wewe nafasi ya kwenda kutafakari na kwa kuisoma Biblia yako wewe mwenyewe. Mstari wa kumi, neno la Bwana lasema mke mwema ni nani awezaye kumuona? Neno hilo limemwandishi, anaandika na anaweka alama ya kuuliza. Ni kama mwandishi alipotafakari au alipofanya utafiti wake, alipokuwa akimtafuta mke mwema hakumuona. Ndio maana akauliza, mke mwema ni nani awezaye kumwona? Anaendelea anasema, maana kima chake chapita kima cha marijani. Marijani ni aina fulani ya madini ambayo yanapatikana kwa shida sana, au sio rahisi kuyapata, na ili uyapate ni lazima utumie nguvu kubwa sana kuyapata. Sasa mwandishi anasema, mke mwema ni nani awezaye kumwona maana upatikanaji wake ni zaidi ya haya madini ya marijani, ambayo nimekuambia ni madini ambayo sio rahisi kuyapata. Mwandishi anaendelea kutoa sifa za mke mwema kwamba huamka asubuhi kabla giza usiku haujaisha, eh, maana huyu huyu mwanamke anaamka saa 9 za usiku, sijui kama yupo. Lakini pia anaona mashamba ananunua lakini pia anamfananisha na melikebu za biashara, maanake huyu mwanamke wa Mithali thelathini na moja ni mfanyabiashara. Ameelezea sifa nyingi sana za huyu mwanamke wa Mithali thelathini na moja. Kwa utafiti wangu, nimekuja kugundua kwamba hakuna huyu mwanamke wa Mithali thelathini na moja kwanza hayupo, na ikitokea akawepo, na wewe mbona nitazama wewe alafu ukamuoa hiyo ndoa itakushinda, kwa sababu huyu mama ambaye ametajwa hapa kwenye Misali thelathini na moja ni mtu pilika pilika, anaamka kabla jogoo zijawika, usiku wa manane ameamka, eh? anachemsha chemsha chai pale, anatenga alafu, huyo nduki, hmm? anaenda China, anafata mzigo, analeta, akifikisha tu anaondoka, unaona, eh, eh. Mwandishi anatoa sifa hizi, kuna kitu anataka kufundisha ambacho wengi hatukioni bali tunakimbilia kwenye hizi sifa za kuanzia mstari wa kumi mpaka wa ishirini na tisa lakini msisitizo wa mwandishi kutoa hizi sifa za mke mwema mwisho kabisa pale kwenye mstari wa 30 ndio kuna msisitizo, anasema, upendeleo hudanganya na uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Mwandishi ni kama anataka kutufundisha kwamba hata kama ikitokea umekutana na mwanamke mwenye sifa hizi zote alizozitaja, lakini kama hamchi Bwana, huyo ni kazi bure, yaani sio mke mwema. Kwa hiyo mke mwema kwa muktadha au kwa picha ya kiungu ni yule amchaye Bwana. Yaani, kama mwandishi anasema ukikutana na huyo yote, bwana anaamka kabla jua lija nani, jua lijachomoza, anaamka usiku, huyu mbwa anafanya biashara, ananua mashamba, anajali watu wa nyumbani mwake, anafanya mambo mengi, lakini kama hamchi Bwana huyo ni kazi bure. Sasa wengi tunadhania kwamba huyu mwanamke hizi sifa zilizotajwa za mwanamke wa Mithali 31 ndiyo standard ya mwanamke ambaye e, mke mwema ndiye anatakiwa kuwa nazo. Ila ukweli ni kwamba huyu mwanamke hayupo, na akitokea akawepo hakuna mwanaume ambaye atahimili kuishi naye. Mwandishi alichokuwa anataka kukilenga ni kwamba ikitokea huyo mwanamke mwema ambaye kwenye jamii wanamuona kama ni shujaa eh, mchapakazi eh, ana sifa hizo za kijamii, lakini kama hamchi Bwana. Ndio maana kuna mstari pale wa thelathini anasema upendeleo udanganyi, yani hata kama anayo yote, ni, ni kama udanganyifu tu na uzuri ni ubatili yaani uzuri wa hizo tabia zote ambazo ziko hapo juu hata kama hana, anazo yule mwanamke bado zitakuwa ni ubatili kama atakuwa hamchi Bwana sijui hmm. kama umejifunza kitu rafiki yangu, mke mwema, mke wa Mithali thelathini na moja mstari wa kumi hadi wa thelathini na moja. Najua walimu wengi wamefundisha hizi sifa kwamba mke wa Mithali thelathini na moja na ninajua kuna mabinti nakutana, na kuna mabinti wana wanaandika kwenye status kwamba mke wa Mithali 31. Rafiki yangu, huyu mke wa Mithali 31 hauwezi ukaishi naye, na wewe dada, ukipambana kuwa mke wa Mithali 31 hutoboi, utakufa kabla ya wakati. Unaamka kabla usiku ujaisha e, pilika pilika za biashara, unaona mashamba unanunua Unafanya hiki na kile. Eh, ndugu yangu, kwanza ukifuatilia hizi sifa tu yani haiwezekani. Mtu mbona anaamka kabla jogoo, usiku hujaisha, jogoo alijawika. Aa, haiwezekana. Alafu wakati huo huo ni mfanya biashara. Sasa anafanisha na merekebu za biashara, maana yake anafanya biashara, leo yuko Dar es Salaam, kesho Mwanza, kesho kutwa Morogoro, kesho kutwa hivyo ndo maana ya tafasiri hiyo ya merikebu za biashara, maana yake yuko safarini kufanya biashara. Alafu muda huo huo aamke kumjali mme wake, aamke kuwajali watoto wake k ha, haiwezekani. Haiwezekani rafiki ha, ha, yangu. Sana sana atafanikiwa upande mmoja na upande mwingine hatafanikiwa ha, ha, ha. Mungu akubariki na Nimeona tu baada ya kujifunza jambo hili ni kushirikishe na wewe, lakini pia nikualike. Kama unataka kujifunza kama unataka kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana na mambo ya mahusiano, kuna kitabu changu ambacho nimekiandika kinaitwa Fikiria ndoa kabla na baada ya Ndoa. Kinapatikana hard copy kwa shilingi elfu kumi na tano na soft copy kwa shilingi elfu saba tu za Kitanzania. Ni kitabu kikubwa chenye kurasa mia mbili na nne. Hiki kitabu kikubwa sana, unaweza ukanicheki na ukapata nakala yako ukaongeza maarifa. Lakini pia kuna kitabu kingine kinaitwa Kiongozi wa Mfano, mambo kanuni saba za kuongoza kama Yesu alivyo ongoza hichi ni kitabu kidogo tu, kina kurasa 91 kurasa 91. Hard copy ni shilingi elfu nane soft copy ni shilingi elfu tano Jipatie nakala yako, lakini pia kuna kitabu kingine kinaitwa Funguo tano za maombi Funguo tano za maombi. Huu ndani nimeeleza sayansi ya maombi na maombezi, na chenyewe ni kitabu kikubwa kidogo, kina kurasa mia moja na tisini na moja ni kitabu kizuri sana. Lakini pia nina kitabu kingine kinaitwa asidi za malezi bora ya watoto, ambacho wa nimekitoa siku sio nyingi, ni kitabu kipya, kipo katika mfumo wa soft copy na chenyewe kina kurasa 89 kwa soft copy kinapatikana kwa shilingi elfu saba tu za kitanzania mungu awabariki na nikutakie tafakari njema ya mke wa mithali thelathini na moja rafiki yangu mke wa mithali thelathini na moja hayupo bali na hata kama atakuwepo ana sifa hizo akikosa sifa moja tu ya kumcha bwana ni kazi bure, ni udanganyifu. Mungu hawabariki.